Tumeshaona several times baadhi ya mabondia wanakwepa kupigana na mabondia fulani, na hao mabondia ambao tunawasema ni mabondia ambao ni mabingwa, unakuta ana mkanda au ana world title, kwa sababu anajua naweza nikapigwa, au hata nikishinda nitashinda kwa shida sana, sio wepesi. Kwa hiyo wanakimbia. Je, kati ya Marekani na Iran, nani ana nguvu? Haina shaka kwamba Marekani ana nguvu zaidi kushinda Mwirani, lakini iwapo watapigana, Mwirani anaweza akamsababishia madhara ambayo ni significant ambayo yatamuumiza na yatamdhoofisha Marekani. Umeelewa kwamba Marekani anaweza akashinda, lakini at what cost? Kwa sababu mi wanapenda kwenda kwa mifano ambayo ni hai. Uh, miezi kadhaa Marekani out of nowhere aliamua kwanza kumshambulia Huthi baada ya Huthi kumpelekea sana moto Muisraeli. Israeli akashindwa kudili na Mhuthi. Marekani Trump kuingia, akaanza kapigana naye zaidi ya miezi mwezi, na Huthi hana ndege, hana teknolojia ya kisasa, hana satelite aina chochote, lakini kampelekea moto Marekani mpaka moto Mmarekani akaamua akatangaza um, makubaliano kati yake yeye na Huthi, na akaondoka. Wamepoteza F18 mbili ndege zao zimeshambuliwa, alikuwa mpaka mhuthi alionyesha capability mpaka ya kufikia huthi ni uh, ndo anaongoza sasa hivi naweza kusema, uh, Yemen ndo ni, ni, actually mhuthi ni kabila ambayo nyuma yake wametengeneza jeshi. Unajua Middle East kabila una nguvu sana, ndio maana hata ukifuatilia utasikia kabila fulani ndo linaongoza nchi fulani. Asuudi ni kabila ambalo ndo linaongoza Saudia, uh, Dubai kuna kabila la Al-Maktoum na wengineo ambao wanasambaa kule. Kwa hiyo kabila una nguvu sana, una nguvu sana Middle East. Kwa hiyo Houthi ni kabila ambalo wana jeshi na wana wana of course ni majeshi ambao wana itikadi ya kishia na wana support kutoka Iran, lakini wao ndo wanaongoza sasa hivi na wale ndo walipigana na Saudia as proxy na nchi tano za Uarabuni kwa miaka saba na wamechemka, baada ya miaka saba wamechemka, Saudia na wengine, mpaka wakaja wakatangaza peace and everything, mm. na sasa hivi Houthi ndo anayeongoza es Yemen, umeona. lakini kwa hiyo Houthi alimpelekea moto Marekani mpaka Marekani akaona it's not worth mm. kwamba, ndiyo nina uwezo zaidi ya huyu lakini gharama ambazo nazitumia haziendani. mm. mfano mdogo ili mtu aelewe, hii maiki ni nzuri sana mm. thamani yake labda ni Tato. laki tatu mm. sawa, alafu mtu anakwambia ndio umekumbanwa, ume, ume, na shida, mtu anakwambia nakuuzia kwa milioni mbili mm. kwa hiyo ukifikiria kweli, uh, ni nzuri mm. labda mimi nina milioni tatu mm. naweza nikatoa nikainunua kwa milioni mbili lakini haiendani na thamani yake mm. ninachopoteza na ninachokipata hakiendani yeah. kwa hiyo Marekani ameona anachokipata na anachopoteza haviendani, yes. Yes. Na watu wakiangalia angalia mtiririko wa vita vyote ambavyo amepigana, unajua vita vimebadilika kabisa. Mtiririko wote wa vita ambavyo amepigana Marekani katika miaka ishirini iliyopita amepigana na watu, hajapigana kuna kitu kwenye, kwenye vita tunasema peer-to-peer peer-to-peer ni watu ambao mmelingana nguvu, ambao kwenye level hiyo unamweka Marekani unamweka Mchina kwenye levo hiyo unamweka Mmarekani unamweka Mchina unamweka Mrusi unaweza wakamjumuisha kiasi fulani watu ambao wanaweza wakasababisha madhara hayo, uh, mtu kama Mwindi na Pakistan, na, na wengineo. Kwa hiyo, ni watu ambao nguvu zao zimeendana, lakini naomba tutaje tu kwa haraka vita vya mwisho ambavyo, ambavyo Marekani katoka kupigana ilikuwa ni ambavyo kajitoa juzi hapa, ambavyo ilikuwa ni Afghanistan. kapigana zaidi ya miaka 20 kapigana dhidi ya Taliban Taliban ni watu ambao hawana drones, hawana mizinga, hawana ndege, hawana vifaru, hawana chochote. Baada ya pale katoka kupigana wapi Iraq. Iraq baada ya kumwekea vikwazo zaidi ya miaka kumi, tangia first Gulf War mpaka vya pili. Alafu Marekani ya kuingia peke yake, aliingia na washirika wake zaidi ya 30 kupigana dhidi ya nchi moja ambayo ni Iraq. Baada ya pale kaingia wapi? Kaingia Libya. Libya pia hali yake tumeiona na hajaingia peke yake kaingia na NATO. Uh, baada ya pale kapita Sudan kapita nchi zote ambazo wamepita kapigana na watu ambao hawana uwezo. Ndo maana alikuwa unakuta hawana air defensive system, hawana chochote. Lakini unapokutana na mtu kama Mwirani, ana air defensive system sio bora sana lakini zipo, ambazo zinaweza zikasababisha madhara, zikadondosha ndege moja mbili tatu, au zikamtrack na watu wanachukulia poa. Lakini kwenye vita vya 1999 Marekani ana stealth uh, boma yake ambayo inaitwa F 115, well, F-116 ambayo ni Nighthawk ni moja ya stealth bomber ambayo ni bora kabisa technological, lakini 1999 ilidondoshwa kwa kutumia S-200 ambayo ni teknolojia ya kizamani sana ya Kirusi, na hata rada iliyotumika ni ya kizamani, lakini iliweza kutrack na kuidondosha hiyo ndege. Na mpaka leo sabia waliandika kitu fulani, sorry we did not, sorry, we did not know it was invisible, kwamba samani hatukujua haionekani. Kwa hiyo lazima watu waelewe kwamba kuna mbinu zaki. It's not about silaha peke yake, mbinu pia ni muhimu sana, na ndio maana watu ambao wanafuatilia movie mimi wanapenda kutoa mifano wakienda kuangalia movie kama wale Spartans walikuwa wako 300, 300 tu, na actually walikuwa hajakusanya jeshi la kwenda kupigana, ni kwamba Leonardis alienda na washirika wake kama bodyguard zake akaenda kupigana na wapaji ambao walikuwa na way superior army, lakini taktiki zake bora za kivita zilipelekea madhara makubwa sana kwa Persians. Umeelewa? Kwa hiyo unaporudi kati ya Marekani na Iran, Marekani anajua kabisa ndiyo nina nguvu kuliko mwirani, lakini mwirani anaweza akanisababishia madhara makubwa, kwa sababu ameonesha kabisa jinsi anavyopenya na, na kumdhuru Mwiran na Mwisraeli na Mwisraeli ana layered air defense system ambazo nishai kusema before ni paper tiger. Wanazi, uwezo sifa zake haziendani na uwezo wake wenyewe wanaziita impenetrable kwamba mtu wezi ukapenya, lakini tumeona kwanzia ana Iron Dome, then ana David Sling, ana Arrow, kuna Arrow 1, 2 na 3. Zote zilifeli Marekani akamwongezea THAAD lakini bado imeonyesha imefeli uh, uh, uh, mwiran ana uwezo wa kupiga anapopataka sasa ukiangalia bei za marekani zote ziko exposed na inasemekana kutokana na takwimu uh, iran ana zaidi ya makombora elfu ishirini na nane mpaka arobaini na tano na haya sio maneno yangu haya ni maneno ya netanyahu mwenyewe baada ya kuanzisha uu mziki walidhania kwamba labda ana makombora elfu tatu mpaka elfu um, nne Wakaja kugundua kwamba kumbe mwirani alikuwa amejipanga na ana uwezo zaidi. Kwa hiyo akasema, ndo maana nani Netanyahu uh, mwenyewe akasema, tulitegemea vita vitakuwa vifupi, lakini uende hivi, vita vikawa virefu. Kwa hiyo ameonesha uwezo wa kuweza kudhuru. Kwa hiyo Irani anaweza kumdhuru nani Marekani, hata kama Marekani ana nguvu. Kwa hiyo strategic planners huwa wanaangalia, ndo maana kuna uh, kuna uh, kitabu kabisa kinaitwa hivi Choose Your Enemies Wisely Chagua maadui wako kwa hekima, sio kila mtu wa kupigana naye, na sio kila mtu wa, wa, wa, ku, wa kumfanya adui wako. Kuna watu sio wa kuwafanya adui, wanaweza wakaja wakakudondosha. Yes, na inapokuja e, suala la Israel na, na Iran, uh, Israeli is a paper tiger, sifa zake ni kubwa kwenye karatasi, lakini kinachoonekana ni tofauti watu bado wana historia wanaishi mwaka 1968 na 69 na 73 vile vita ambavyo alipigana na nchi za Kiarabu na akazishinda. Kuna zingine ambazo nilielezea kabisa ni kwamba alizidiwa, mpaka Marekani na Uingereza wakaja kumsaidia, lakini hizo uh, ziko fuse, mtu anaweza kaenda akazifuatilia SNS uh, walipigana dhidi ya Hizbulah mwaka 2006 wakapigwa, wakaondoka, wakakimbia Israeli yao na ubora wao wakajipanga wakarudi mwaka elfu mbili na kumi same thing wakala kichapo wakaondoka. Juzi wamepigana dhidi ya hizbullah hapa pakati, wakajaribu kuleta jeshi lao la ardhini, hawajafanikiwa. Hawakuweza hata kuingia katika ardhi ambayo ilikuwa namilikiwa na, na hizbullah. Lakini kwa vile wana propaganda na watu wameaminishwa, ili ndio taifa teule hili, alipigiki lishai kupigana na taifa ma taifa matano ya zamani, bado wanaamini hiyo. Ni ngumu kuweza Uh, kuprocess information mpya ambazo zinakuja mm. Kwamba gemu imechenji, hata e, yani mambo yamebadilika, hata vita ambavyo vilivyoanza vili kati ya Ukraine na Urusi na sasa hivi vimebadilika kabisa. Kwa hiyo uh, hali imebadilika kabisa, kuna asymmetrical warfare. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watu wanatakiwa waelewe, nguvu sio. Marekani alienda kupigana Vietnam, alikuwa ki, kwa sifa na sifa zote yani ki, kwenye, kwenye u, uwezo wa kijeshi lakini alikula kichapo akakimbia. Umeona, ndo mpaka kuna movie waliitoa inaitwa Last Platoon, watu waenda kaangalia. Marekani anatoka pale anakimbia, wa Vietnam bado anakuja. Walikuwa na mbinu bora, walitengeneza mahandaki ambayo sio ya kawaida, very smart. Kuna sehemu Marekani akiingia, wameficha nyoka, anakutana mm. Hey, yani na nyoka eh, yani walikuwa wanatengeneza. Kuna sehemu kanyaga, unakutana na miba, unakufa. Kuna sehemu ukiingia, wanakuzibia huku, wanakuzibia huku, alafu wanafungua maji una unazama kwenye maji. Kwa hiyo walikuwa very smart, walikuwa na mbinu bora, hawakuwa na ndege, hawakuwa na vifaa, hawakuwa na nini, lakini Marekani kala kichapo kakimbia, Vietnam kawa mpole, mpole. Na baada ya Vietnam alitoka pale amenyong'onyea vibaya mno, mpaka hakuja kupigana vita vingine vya maana mpaka alivyoingia kwenye Iraq War 1993 ndo kidogo akawa amejipanga, ndo kidogo ikaanza kumrudishia sifa zake, lakini before pale alikuwa amenyong'onyea. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajue, kuwa na silaha ni kitu kimoja, lakini kuwa na mbinu bora za silaha za, za kivita ni kitu kingine, na hiyo imeoneshwa all throughout kwenye. Ukiuliza wataalamu wa vita ambao wanafuatilia, watakwambia kwamba mbinu ya kivita ni muhimu sana. Ndio kuna watu ambao wanashauri sana, ndio akaangalia viatu kama vitabu kama Sun Tzu, the art of war itamsaidia mtu kufunguka kiakili. Naam uh, Muisraeli, kiatu na Mpalestina yeah. bila Muisraeli kuwa na backup ya Marekani anaweza akachapika uh, kuchapika, siwezi si nikasema ni rahisi lakini kushinda, anaweza asishinde wakiachwa wenyewe. Wakiachwa wenyewe bila msaada wowote, kwa sababu hizo ndege ambazo anazitumia ni za Marekani F16, F15 kama ni uh, kule hatumii F35 kwa sababu hakuna haja, kwa sababu Gaza hana air defensive system yoyote, hana surface to air missiles yoyote, hana any guided missiles zozote. Lakini wana, wana, kuna, kuna, kina, kuna kitu kinaitwa urban combat, urban warfare, vita vya mijini. Kuna kitu kingine kinajulikana kama guerrilla warfare, ndio ambacho walikuwa wanakitumia wa Vietnam, walikuwa wanapigana kwenye jungles kule, ile ni guerrilla warfare, alafu kuna urban warfare ambayo ni vita vya mijini ambayo Hamas wanaiweza sana. Hamas ambayo ni Palestina, yes. Mm, katika ukanda wa Gaza wanaiweza sana na wameshamsababishia madhara makubwa sana Israeli, japokuwa na um, kwenye, kwenye media huwa hakubali anapenda sana kujimwambafai. Mm, na sofa pamoja na nguvu yote ya Israeli na support yote yanayopewa na mabomu yote anayopewa kutoka Marekani na washirika wake, sasa hivi tunaelekea miaka miwili, tunaikaribia miaka miwili hajaweza kuimaliza Gaza. Unajua, unatakiwa utofautishe kitu kimoja, kwamba Israeli ana uwezo wa kuharibu, kwa uharibifu, ana uwezo wa kuharibu. Anachokifanya Gaza ni uharibifu, anadondosha mabomu ambayo yanaharibu mazingira, anavunja nyumba, kila kitu, lakini kwenye mbinu za kupigana hamwezi. Hamasi, anakutana na wakati mgumu sana, ndio maana mpaka leo hajaweza kuokoa mateka, pamoja na intelijensia yake yote na vikosi vyake vyote na silaha zake zote hajaweza kukomboa mateka zaidi ya watatu, na wengi walioachiwa ni kwa, kwa makubaliano na baadhi yao. Ieleweke kwamba Netanyahu hataki wale mateka, lengo lake sio kuokoa wale mateka. Kwa hiyo uh, wakiachwa wawili wapambane, itafikia kipindi nani. Alafu waisraeli sio wenye ile nchi, wametoka sehemu tofauti tofauti hali inavyokuwa mbaya wanakimbia. Ndo maana sasa hivi wengi sana wamekimbilia Cyprus. Ndo maana sasa hivi mpaka Israeli wamepiga marufuku watu wasiondoke Israeli, kwa sababu wengi sana wamekimbia. Walio na uraia wa Marekani wamerudi Marekani, wale uraia wa, wa Ukraine a wa Urusi, wengine wote wamekimbia kwa sababu sio nchi yao, hawana uchungu nayo. Ni kwamba umepewa tu bure, kile ni cha bure na Gaza e, umeona uh, no katika hivi vita kati ya Iran na Israeli hmm na Irani anavyowashushia moto wengi sana wanakimbia, lakini Mpalestina ambayo yuko pale ni ide ideology ambayo ni itikadi. Huwezi ukaua itikadi, ndio maana huwezi ukamua uka uka uka nani huwezi uka, ndio maana miaka baada ya miaka ishirini Marekani na silaha zake na kila kitu chake kashindwa kuwamaliza Taliban kwa sababu it's an ideology. Yes, inapokuwa ideology, inapokuwa ni itikadi ni ngumu sana sana sana kushinda watu wa aina ile. Kwa hiyo wale Palestina wataendelea kupambana mpaka dakika ya mwisho, na wanafanya ukatili mkubwa sana Palestina wamepiga zaidi, wamebomoa zaidi ya hospitali thelathini na sita wame, wame zaidi ya misikiti elfu moja na pamoja na makanisa sio misikiti, pamoja pamoja na makanisa na sehemu za uraiani, sehemu za wakimbizi na tensi na vitu kama hivyo, unapofanya hivyo mtoto anayezaliwa alafu anakuta kwamba ni baba yangu kauliwa hivi au ya ndugu yangu kauliwa hivi na nini, automatically kwanza ataanza kukuchukia alafu atauwa, ataungana na hao Hamasi au movement yoyote inayopambana na nyinyi, umeelewa? Na hivi vitu vimeanza kabla hata Hamasi. Hamasi imeanza juzi tu hapa, umeona? Kabla ya Hamasi, kabla hakuwepo na Hamasi pia kulikuwa kunayo matatizo. Kwa hiyo utakuja kugundua shida sio Hamasi, sio ah, nani, shida inatokea ina kule Yes. Kwa hiyo hawa wile kache mtube phimb patachimbika, patachimbika, yani mgogoro uh, uh, utakuwa mrefu, alafu sasa hapa ndio maana inabidi ubalance uangalia upande wa current affairs, urudi kwenye maandiko. Huu mgogoro utaendelea mpaka ujio wa Masihi uh, Isa bin Mariam ambaye ni Yesu. Waislam tunamwamini Yesu, tunaamini kwamba alizaliwa na bikira, tunaamini alizaliwa bila baba na tunaamini alifanya miujiza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na ni mmoja wa mitume bora kabisa na aliongea wakati bado ni mdogo alipokuwa katika uchanga wake. Lakini hatuamini ni Mungu. Hivyo vingine vyote tunaamini. Na tunaamini kwamba atarudi. Na Waisla, wa Kristo pia wanaamini kwamba atarudi. Wao japokuwa wanaamini eh, ni mtoto wa Mungu au wa wengine wanaamini ni Mungu na vitu kama hivyo. Ila wote tunaamini kwamba atarudi. Kwa hivi vita vitaendelea mpaka e, Masihi atakaporudi na Masihi, Masihi ambayo hmm. hmm. na Masihi Isa bin Mariam ambayo ndio Yesu atakaporudi, atakuja kupambana na Masihi Dajal ambaye ndio antichrist mpinga Kristu na Masihi Isa bin Mariam alaihi salam o Yoshua e, ataenda kumuua Isa, nani Masihi Dajal katika mlango wa kuingilia Uh, ardhi takatifu ya Yerusalemu. Kwa hiyo hivi vita vitaendelea mpaka kipindi hicho mpaka Amagedon na kila kitu. Kwayo, kwa hiyo sura zitakuwa zinabadilika tu. Mm, Leo kuna vita vya aina hii, leo kuna sababu hii, lakini itaendelea kuwepo mpaka, mpaka, mpaka kiama. Okay. Yes. So, uh, Mrus eh, ana faida gani na Mwirani kwa sababu naye ametishia kwamba ataungana na Irani, au ni propaganda? Hapana, sio propaganda kwa sababu kwanza wana strategic partnership ambao alisaini uh, mkataba wa kimkakati makubaliano ya kimkakati, lakini ndani yake hakuna military clause au defensive clause kwamba mimi nikishambuliwa wewe utakuja kunisaidia au wewe ukishambuliwa mimi nitakuja kusaidia. Aina hiyo ya makubaliano anayo kati yake na North Korea: iwapo North Korea atashambuliwa mrusi atakuja kumsaidia, na iwapo mrusi atashambuliwa North Korea atakuja kumsaidia na Putin anasema kwamba niliofa aina hii ya ya ya makubaliano dhidi ya eh, kwa Iran, lakini hawakuikubali, na actually ina faida. Nitakuja kuielezea siku nyingine, ina faida kwamba hawakusaini. Kwa hiyo uh, yule ni strategic partner. Kwanza ni mmoja wa memba wa BRICS kwa hiyo ni mtu ambaye ana, ana umuhimu. Cha kwanza cha pili, uh, yuko sehemu ambayo iko very strategic kwa sababu ya strait of Hormuz, cha kwanza. Cha pili, nilishawahi kuongelea kwenye makala yangu ya master plan ya Putin kuiwa dola. Kuna njia ambayo imetengenezwa kutoka Urusi all the way, inapita mpaka Iran alafu inaingia kwenye uh, bahari ambayo inaweza ikaenda kokote duniani. Njia hiyo ni muhimu sana kwa sababu ni njia ambayo haiko kwenye kontrol ya, ya watu wa Ulaya o west Marekani na washirika wake tofauti Bosphorus freight ambayo inapitia Uturuki na wanaikontrol wao na kwingineo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni muhimu sana, same thing kwa mchina, same thing kwa muhindi. Iran ni mtu ambaye yuko very strategic, na wameshaipoteza Syria ambayo ilikuwa ni sehemu strategic. hasidhani dhani kama wanaweza wakaipoteza Iran, na wakiipoteza itakuwa ni pigo kubwa sana kwa... Kwa... It's complicated, sio rahisi Yeah, it's complicated. Alafu pia nimegundua kwamba ndio hicho unajua ninachokisema kwamba mtu anaangalia na faida ninayopata na, na gharama ninayoingia vinaendana, mm. Kwa hiyo wamepiga, wameona kwamba haviendani, kwa hiyo wameamua kukubali iache ipotee. Okay. Yes. Uh, mparis, Mparistina ni mwarabu. Naam. Si ndio? Yes. Lakini kama mwarabu wamekuwa masnitch kwa mpalestina ni mm -hmm. Kwamba vile free Palestina, free Palestina uh -huh. lakini kwenye kutia power uh -huh waoga Saudi Arabia amekuwa mwoga. Mkatari, unamwona anamhifadhi nani? Marekani. wao arabu wengine wanamhofia Marekani wakiungana na Palestina. unatakiwa kwanza uarabuni hizo nchi za Kiarabu, ili uzielewe, inabidi uende mpaka kwenye World War One, vita vikuu vya dunia vya kwanza, na ile eneo lote lilikuwa liko chini ya Ottoman Empire, ambavyo ndio vita eh, ambavyo ndio vita vi vikuu vya dunia vya kwanza vilipiganwa, vili dhidi ya, kulikuwa kuna Ujerumani na kulikuwa kuna Ottoman Empire, kulikuwa kuna Ufaransa na kulikuwa kuna Uingereza, na usaliti ulianza tangia then. Kulikuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Sharif ambaye ndo alikuwa custodian wa Haramain ambayo ni Maka na Madina, walimfata wakamrubuni kwamba ukiisaliti Ottoman Empire, kuanguka kwake haikuangukwa kwa, hai kwa kupigwa kwa nje, ilianguka kwa usaliti wa ndani Waarabu na Waislamu we wenzao ambao ni wanafiki walimsaliti uh, Ottoman wenyewe, na wakaahidiwa vitu walivyoahidiwa, lakini ukweli haukuwa kama walivyoahidiwa. Sasa ukija kwenye Saudi Arabia, asaudi as alisaini mkataba na kopi ya mkataba huo nimeuweka katika makala, mtu aingie kwenye SNS, akiingia kwenye fuse xfiles ataikuta. Kuna makala ambayo nimeweka ambayo inaitwa A to Z ya mgogoro eh, wa Israel na Palestina. Nimeelezea historia all the way mpaka kufikia tulipofikia, na nikaelezea jinsi Saudi alivyosaini mkataba kwenda kwa, kwa kwa kwa, uingere, kwa Uingereza kwamba wanaruhusu ardhi ya Palestina ipewe mtu yoyote, hawajali anapewa nani, hawatoingilia daima milele kwa hiyo tayari wana mkataba ambao wao wameshajikomiti hawatoingilia kule, na kopi yake nimeiweka. Hizi nchi zingine zili ziliasisiwa na hao hao Waingereza na washirika wao, kwa sababu kipindi kile Marekani alikuwa bado mtoto, hayuko kabisa kwenye game ya geopolitics. Marekani ameanza kuibuka kwenye vita vikuu vya dunia vya pili kuja juu, umeona eh? Uh, kwenye Bretton Woods na baada ya kufeli hizi nchi za Uingereza na za, za Ulaya baada ya vita na vinginevyo ndio Marekani, lakini huko nyuma alikuwa haiko kabisa kwenye game. Kwa hiyo uh, zimeasisiwa na hao hao na kila kitu kinatoka kwa wao hao hao. Leo hii hata wakiamua Saudia amue Katara amue UAE aamue, hakuna wanachoweza kufanya, kwa sababu ndege wanazotumia ni za Marekani asilimia kubwa na chache zinatoka kwa kwenye nchi zingine ambazo ni za magharibi, zile zote zina kitu kinaitwa kill switch. Kill switch ni ambacho uh, mimi naweza nikaidisebo isifanye kazi. Uh, kama unakumbuka kipindi fulani hapa Bongo kulikuja na operation ya kuondoa simu feki na TCRA walikuwa na uwezo wa kuzizima zile simu feki kutumia, kutumia mitandao yao kama mnakumbukaga ile nani ilikuja hiyo hiyo operation hiyo. Kwa hiyo unaona kwamba TCRA aliweza kuzidisable zile simu zilikuwa nyingi. Kwa hiyo the same thing, zile silaha zote hawezi hawawezi leo hata wakiamua kumshambulia Marekani au Muisraeli hawawezi, hazitofanya kazi. Yani pale wana magarasha wana madude ambayo yamekaa ambayo mpaka bosi wao waruhusu zitumike ndo zinatumika, bila hizo haziwezi kufaidia, haziwezi kusaidia chochote. Kwa hiyo hawana chochote. Cha pili, wako kwenye wana, wana nchi zote hizo zinamlipa Marekani ili kulinda ufalme, yaani viongozi hao Saudia, viongozi wa Dubai vio, ambayo ni UAE, viongozi wa Qatar, Oman na kwingine kote, wanamlipa Marekani aweze kuwalinda mamlaka, e, nani utawala wao uendelee kubaki pale. Kwa hiyo hawawezi kufurukuta, hawana chochote wanachokifanya, na wala tusitegemee chochote kinafanyika kutokea kwao. Okay. Sasa nataka tumalize na haya machache. Kwa hiyo tusahau kuona falme za Kiarabu zitampita mpaka. Sio sasa hapo, hapo ni mpaka, mpaka atakapokuja Almahdi ambao ukiingia kwenye elimu ya akhir zaman unamkuta kuna mtu ambaye ni Mahdi atakapoibuka ndo ataleta mabadiliko hayo, lakini kwa sasa hivi tusitegemee, sioni kwa sasa hivi kitegemee na wataendelea kutafunwa mmoja baada ya mmoja. Unajua, wanadhani kwamba baada ya Iran kwamba wameishia hapo, hapana. Yani hapo wametoka Syria. Benjamin Netanyahu alisema, aliainisha nchi saba ambazo anataka kuzivamia na azimalize. Kulikuwa kuna Sudan, kulikuwa kuna Libya, kulikuwa kuna Iraq, kuna Iran, kuna Siria, kuna Egypt na uh, kuna ipi ambayo sijaitaja hapo? Kuna aidha, ninaweza kuwa nimeitaja usi hizo nchi zote pamoja na Pakistan na katika mahojiano yake alishasema, ndo maana Pakistan amekuwa mkali kwenye hii ishu kwamba Pakistan na Iran wanatakiwa si, wasiwe wa, wa na nuklia kwa hiyo wakimmaliza uh, mwirani iwapo atafanikiwa, uh, anaefatia anaweza akawa ni Egypt, ambao wataingia watataka waimegemege, waivunjevunje. Uh, then kuna nchi zingine ambazo nimezitaja ambazo zimebakia. Kwa hiyo Msudani ni mwarabu mweusi, ndio ni mwarabu mweusi, alafu ana itikadi ya ki, ya Kiislamu kwa hiyo wao wanaamini kutokana na imani ya Kiislamu, mwislamu anatakiwa mtetee mwislamu wenzake. Kwa hiyo anaamini hizi nchi ziko, ziko kwenye, kwenye, kwenye Uh, mazingira ya kuweza kumtetea Mpalestina na hata vile vita vilivyopigana kati ya Israel na, na nchi za Kiarabu zote ilikuwa ni kwa sababu ya kumtetea Mpalestina. Kabla ya pale hakuwahi kuwa kuna vita yes. Lakini ujumbe ulomtaja hapo uh, mkewe alifanya speech. Yupi? Huyo uh, uh, ni nani? Wa wapi, wa nchi gani? Netanyahu, nani? Yeah, yeah, me, nani? Wa nchi gani? Kuna waziri mke wa waziri wa, wa Israel usually alifanya speech, I mean. me, Benjamin, uh, wazi, uh, okay. Mke wa Israel, waziri wa waewawaziri uh -huh. alisema, alisema kwamba haoni sababu ya yeye na Israel na Irani kupigana. Yeah, nadhani ni, ni, na ni mke wa nani wa, wa Netanyahu yeah. Na uh, ni, ni, ni, ni kauli ilikuwa na ukweli ama, yes. Alikuwa anapunguza tu ukali. No, ni kweli kwa sababu ndio hicho ninachokwambia, there's a price to pay, kila kitu kina gharama zake. Wakiangalia gharama wanayopambana nayo kwa sababu ya kutekeleza uh, mission yao, na mission yao ni regime change. Hii nuclear ni zuga kwa zaidi ya miaka 30, na juzi nimetaja timeline yote zaidi ya miaka 30. Sasa hivi si tuna Trump. Kabla Trump si alikuwa ni Biden, kabla Biden akawa ni Trump, kabla Trump akawa ni Obama, kabla Obama alikuwa ni Clinton eh, kabla Clinton alikuwa ni Bush na all the way, viongozi wote walikuwa wanasema Iran yuko karibu kupata nuclear, wanatakiwa asiruhusiwe kupata nuclear na Netanyahu zaidi ya miaka 30 amekuwa anasema hivyo hivyo, kwamba Iran anakaribia kuwa na nuclear, Iran zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo ile ni pretext. Na hiyo ni moja ya silaha ambayo wanaitumia miaka yote o Saddam na silaha za kuangamiza wameingia baada ya pale, wenyewe wamekiri wakasema, intelijensi yetu ilikosea. Wenyewe Marekani wamekiri kwamba intelijensi yetu ilikosea, Saddam hakuwa na silaha za maangamizi. Kwa hiyo zile ni, ni, ni, ni kwa Gaddafi, si walisema hivyo hivyo, watu anakandamiza watu wake, pia ana silaha za kikamikali na vitu kama hivyo, ili mradi wamwondoe Gaddafi, same thing. Kwa hiyo wanatafuta kisingizio cha kusingizia na watu, miaka yote wanakuwa wanaamini kwa bahati mbaya, na ndio maana fuse anajitahidi sana kuwafungua watu akili waweze kuwa na uwezo wa kujoin dots na kufunguka kiakili. Kwa hiyo uh, hicho ni kisingizio. Kwa hiyo ukiangalia gharama wanayopata uh, kwa sababu ya kujaribu kumtoa madarakani Khamenei na utawala ule wa, wao lengo lao ni kuitoa madarakani uh, serikali ya sasa hivi ya Iran, lakini wanachokutana nayo gharama ambao wana pay na mziki ambao wanaopelekewa na Iran, wanaona it's not worth it. Na kiuhalisia ni kwamba muirani anatama, muisraeli anatamani hata kesho hivi vita viit, viishe. Ndio maana anatumia mediation na vitu kama hivyo na nilitabiri kabla hivi vita kuanza, nilitoa nikasema kabisa mpango wa kumshambulia Iran uko tayari, miezi miwili iliyopita. Na kweli ndani ya miezi miwili katokea, ilivyoanza, mashambulizi yalianza Ijumaa. Jumatatu nilikuwa niko nilikuwa niko Dodoma nikatoa makala nikasema hivi vita haviwezi kuzuka kuzidi uh, wiki mbili, Marekani ataingia na baada ya pale kutakuwa kuna ceasefire, na ndio kilichotokea. Haijafika wiki mbili, Marekani kaingia kafanya mashambulizi ambayo ni symbolic, haijafanya madhara yoyote ya msingi na nikasema kwamba juzi kwenye GPS nikasema mwirani atajibu lakini symbolic, kwa sababu walishakubaliana watu. Ni ngumu sana kuamini kwamba sometimes Marekani na, na, na mwirani wao wana makubaliano, ni ngumu sana kuamini, lakini ndo walichokubaliana. Marekani na washirika wake na, na Israeli ni watu ambao wanapenda sana sifa. Irani, Mchina, Mrusi, um, na wengine sio watu ambao wanapenda kujisifia. Kwa hiyo kitu ambacho wao kina faida kwao, hata kama watachukua sifa it's okay hawana shida yes. Mara ngapi unamsikia nani, uh, Trump nimeweka uh, vikwazo asilimia mia tano, mchina anaomba ku, ku, ku, anataka anani, his begging for negotiation. Mchina anasema no, hatujaomba na si hata hatuna time na wewe, tunaendelea na mambo mengine. Ni mara ngapi anasema oh, Putin ameniomba kuongea, Putin anatokea sasa, asema, no nani kwa hiyo anapenda zile sifa za ku wanapenda kwa hiyo, hao hawana shida. Wewe kama unataka ujiko, chukua ujiko. Sisi tunataka vitu ambavyo vinatija kwetu sisi, umeelewa? Kwa hiyo hawana shida, kama wao watapata ujiko na watapata sifa, lakini ndio hicho, na nimetoa makala ambayo sasa hivi yako pale, na nilishasema kwamba kutakuwa kuna